Kutoka uwanja wa Majaliwa, Ruangwa Lindi. Karibu katika jioni ya dakika 90 za pekee za ligi ku NBC. Ni Mashujaa wako mbele ya Namungo katika mchezo huu na wakijongea katika uwanja huu kuhakikisha kwamba anakwenda kupambania alama tatu muhimu. Namungo Mlingo Halifa Nyenye Buswita walianza dhidi ya JKT Tanzania mchezo uliopita Lukinda na Luzendaze wamo ndani leo lakini Busita Haya, hawa ni Mashujaa. Sasa na kikosi kilichoanza leo ni kile kile ambacho kilianza dhidi ya Tabora United. Je, ameona nini kocha wa Mashujaa? Salamu zikufikie popote pale ulipo, karibu katika matangazo haya ya ligi kuu ya NBC. Ni Namungo dhidi ya Mashujaa, miliki ni wa Mashujaa. Anakwenda kukaa vizuri Namungo, hata hivyo akiwa amefanya foul. Crispin Gushi Mwagama ameweka kwa Daniel, nafasi kwa Mondiri, anaokamata mpira Jonathan Naiman, na mwamuzi William Abel anafunika mkwaju wa penalty. Amechezewa ndivyo sivyo, Mondiri Abdul Voai alikuwa amefanikiwa kuingia kwenye box. Mashujaa amefanya pressing ambayo inawalipa, alikontrol mpira ule uliokuwa kwenye miliki yake. Derick Mukombozi alikwenda kucheza na visigino vya Montiri Abdullah Vwai. Hapa kuna namna ambapo kulikuwa na contact, lakini Mukombozi akuwa hata na habari. Salu Kibaya, kitu kingine ni kufanya maajabu katika mipaka ya ugenini, wanaonesha maana ya alisi ya kuitwa Mashujaa ambundo amini, amini nani ya kihimbwa yuko tayari kukabiliana na free kick. Rasto Edward Nyoni anaipambanisha ndani ya box, wana left for scoreboard Namungo. Derick Mukombozi anauomba mpira, kuna kitu anataka kuonesha pengine lakini haijawa hivyo Mashujaa kupitia Derick Mukombozi, lakini ni yeye mwenyewe alisema anakuja kuadhibu. Ilitoka kwa Erasto Edward Nyoni, akajitwisha nzima nzima. Wana level scoreboard na Namungo bao moja. Emmanuel Chanzi Lukinda, shots on target ni tatu kwa moja, goi Fabrice Wangoi, goi ameshindwa anainua mpira mrefu ule, wanakaa vizuri Namungo, hayatengeneza mazingira nafasi. Iko bao la pili Mashujaa, lakini amekataa Jonathan Nahimana. Daniel Ruben Ilianga anamfanya Jonathan Nahimana kung'aka na wachezaji wake, alicheza heda ile, lakini anaona upo uzembe ulifanyika katika mazingira haya. Daniel Ruben Ilianga ni asiye na bahati katika momenti hii mrefu ambayo ameurusha mpaka ndani ya box jaribu kucheza mumtari na kuwa ni kona. Ilikuwa ni mpira hatari ambao ulikuwa kama mwepesi hivi, lakini kumbe ulikuwa na ugumu ndani yake, lakini Patrice Evans muntari ameihakikishia usalama Mashujaa, ilikuwa ni mbele ya Ibrahim Ahmed Mohamed. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zinakamilika. Mchezo ni ligi kuu NBC, uwanja ni Majaliwa, ndani ya mipaka ya Ruangwa, mkoani Lindi. Timu zote mbili zinatoka zikiwa zimetoshana nguvu. Ni dakika nyingine 45 za kipindi cha pili, karibu kutoka Majaliwa Stadium, ligi kuu ya NBC dakika 45 za kwanza yameshuhudiwa mabao mawili, moja likiwa la Mashujaa na lingine la Namungo. Nini wamerudi katika kipindi hiki cha pili kutuonesha? Tusubiri na kuona, baada ya kusikiliza madini. Na kadi ya njano inatoka, imeonyeshwa kadi ya njano. Nyoni ameonyeshwa kadi ya njano, ndiye ambaye ameasisti bao ambalo wamesawazisha Namungo na ndiye ambaye anapata kadi ya njano kwenye mchezo huu. Nafasi Lusendaze, namungo na kabunda, Hassan salum Kabunda anafanya yake, anawatanulia uongozi Namungo. Kikao ni kizito, abel william na wachezaji wa namungo wakiwepo, pia wachezaji wa mashujaa hapa katika mazingira haya mpira ulichezwa ule, ukitazama katika marejeo ya picha uione offside, labda hukumu ya kitu kingine juu ya uwanja ambayo bado sisi hatuelewi. Hakuna offside Karabaka. Karabaka! Muntari, anaiweka salama. Ilitupwa hii na Muntari katika ubora wake, akafanyikiwa kucheza mpira ule, kiza cheza keda ile, lakini anajiweka salama. Mashija yupokea mpira huo, hapa kitaalamu sana, Naji Musa akaiseti kwa Karabaka maufundi ufundi haya ujanja ambayo wachezaji wanaya show up kwenye mchezo huu. Mundhiri huyo akawambia nenda kama kuzuri, Karabaka mwamba kabisa. Edward Erasto Nyoni akawambia sijazeeka bado. Haya, tumbukiza mpira ule, anaipanchi goli. Kipa bado niekaeka, inakaa kwenye kamba ile na kwenda nje, hey! Kipa alishakubali hesabu zile na makipa mara nyingi wakitoka kwenye hekaheka zinazofanana na hii huwa wanaumia ghafla, sijui nini huwa kinatokea. Unaweza ukaona hapa kuna namna, alichezwa mkono ule. <laughs> Nyoni ni wa zamani, karabaka anamwachia Nyoni. wow! what a goal Erasto Edward Nyoni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 Mchezo wa pili mfululizo wanashinda nyumbani Namungo, baada ya kushinda mbili moja dhidi ya KMC, wanashinda tena leo hapa dhidi ya Mashujaa. Ni kwa mara ya kwanza wanapata ushindi dhidi ya Mashujaa. Mara mbili wameambulia alama mbili kwa draw mbili, lakini walipoteza mchezo mara mbili. Ni ligi kuu NBC 2024/2025. Ulikuwa ni wakati wangu gwa Lugano, mwaka robo dakika 90 timilifu. Namungo mbili Mashujaa moja.